Ira ndatumiru ne modo mwaonere aliyokuwa araithi saa kumi na dakika kumi na nane siku ya Jumapili. CCTV inaonyesha akiingia yes, akiingia kwenye kilabu na kuelekea meza aliko, yes, mwanadada na mwanaume, asalimiana nao kwa mkono, kisha anaelekea meza nyingine saa kumi na dakika thelathini jioni anaungana na wateja wengine na kunywa nao pamoja. Saa kumi na dakika hamsini na nne jioni mwanadada mmoja anaungana naye kisha saa kumi na moja na dakika ishirini na tatu jioni toka, baada ya kuzungumza na wanadada wawili kwa takriban dakika tano katika mazungumzo haya kani akinywa chochote katika klabu hii ambayo haikuwa na watu wengi, kamera zina nakili kile ambacho hakuna aliyekiona. Dakika za mwisho kabla ya mambo kugeuka kwa mabaya kwa Amos saa moja na dakika arobaini na saba usiku Amos anaitisha kinywaji mm -hmm. saa mbili na dakika moja usiku Amos aliyekuwa mwenye nguvu na mchangamfu, ghafla analala na kujiegemeza mezani. Anabaki katika hali hiyo kwa takriban saa moja hadi saa tatu usiku saa tatu na dakika kumi na tatu usiku anapata fahamu. Saa tatu na dakika kumikuogerdoiita mtu kwa kinywaji. Saa inayobadilisha hatima yake inakuja. Saa tatu na dakika ishirini na mbili inabainika so uh -huh. kuwa huo ndio wakati Amos alifariki ghafla saa tatu Mhudumu no, no, no. Eh, anajaribu kumsaidia kumlaza mezani Kino, na kufahamu kwamba tayari alikuwa amefariki saa tatu na dakika thelathini na nne usiku. Yule kwa... yule, yule aliyemletea kinywaji anarudi na mwanaume mwingine kumwangalia. Hata hivyo wakati huo Amos alikuwa tayari ameaga dunia. Saa tatu na dakika hamsini na tisa usiku, wanaume wa e, umri wa makamu wanaonekana wakichunguza kama bado anapumua. Saa nne na dakika arobaini na tisa usiku, Guy Amos anaingia kwenye klabu hii katika

saa kumi na dakika thelathini jioni wateja wengine na kunywa nao pamoja Saa ne kumi na dakika hamsini na nne jioni mwanadada mmoja anaungana naye yeah. Kumi na moja na dakika ishirini na tatu jioni anaondoka baada ya kuzungumza na wanadada wawili kwa takriban dakika tano. Mazungumzo haya haonekani akinywa chochote katika klabu hii ambayo haikuwa na watu wengi. Kamera zina nakili kile ambacho hakuna aliyekiona, za mwisho kabla ya mambo kugeuka kwa mabaya kwa Amos.